Habari. Yamkini utakuwa uh, ulishawahi kukutana au kuona aina hii ya nyasi au aina hii ya mmea. Mmea huu unaitwa mbaruti, lakini pia huwa tunauita kwa jina la magugu sugu. Hii ni kutokana na uwezo wake mkubwa wa kumea na kusambaa kwa haraka. Ni mmea ambao um, wakulima au walima bustani unawasumbua sana kwa sababu ni aina ya mmea au aina ya nyasi ambazo zinamea kwa haraka kama nilivyosema awali, lakini pia e, unasambaa kwa haraka sana kwenye maeneo yoyote yenye unyevu na yenye majimaji, na hivyo wakulima wengi au watu wengi katika bustani zao au maeneo yanayozunguka ma, ma, ya, nyumba zao au kwenye mashamba yao huwa wanaung'oa au wanaulima wakiamini kwamba ni nyasi au ni magugu, lakini mmea huu umekuwa ukitumika kwa miaka mingi sana katika tiba, hususan katika tiba za Kihindu na katika nchi ya tiba za asili katika nchi ya uh, China katika bara la Asia, lakini pia kuna baadhi ya maeneo ya Afrika, katika nchi za Kiafrika mmea huu umekuwa ukitumika kutatua changamoto mbalimbali mbali. Mmea huu au aina hii ya nyasi huwa zinakuwa um, kwa, kwa, kwa, kwa takribani sentimita um, kama ishirini urefu na upana wa kama milimita mbili mpaka sita um, lakini pia huwa zina zina zina zinatoa zile uking'oa zile hizi nyasi huwa zinakuwa na aina ya kama naweza nika nikasema Um, ni viite viazi au niite ni kama uh, mkaranga um, vyovyote e, vile ambavyo unaweza ukaelezea, lakini huwa zinakuwa na aina fulani ya ukizitafuna zinakuwa zina kama ya uchungu, lakini ukakasi, lakini mwasho fulani wa kawaida kama tangawizi, lakini haifikii ukali wa tangawizi. Zinakuwa zina harufu fulani ambayo ni nzuri lakini E, ina, ina, ina, ni nzuri lakini inakuwa kama vile ina, ni kali kiasi. Aina hii ya mmea huwa inatumika sana katika kutatua magonjwa yafuatayo yaani, wewe kama una magonjwa haya yafuatayo nitakaoyataja, ukiutumia uki mmea huu vile ambavyo nitakavyokuelekeza, utatua kabisa hizo shida ambazo unazo. Kwa hiyo natarajia kuanzia leo utouchukulia mmea huu kama magugu lakini utauchukulia mmea huu kama kama tiba na kuuvuna na kuutumia kama tiba. Mmea huu kwanza huwa una sifa katika tiba um, katika tiba ya upande wa magonjwa yote yanayohusu mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Kama wewe unapata shida ya unapata changamoto ya tumbo kujaa gesi, e, tumbo kujaa tumbo kujaa gesi huwa e, unapata um, matatizo ya kuhara au kuhara damu, sawa. Una shida ya minyoo kwenye tumbo au maambukizi mbalimbali mbali kwenye tumbo, hii dawa ni mujarabu, yaani mmea huu ni mujarabu katika kuondoa hiyo hiyo shida. Tutakuja kuelekezana ni kwa namna gani unaweza ukatumia, lakini pia wewe kama una, una changamoto za wewe una Um, tunasema una ugonjwa wa kisukari e? Au kiwango cha sukari yako iko juu? Sawa, mmea huu ni mujarabu sana, kwa sababu una uwezo mkubwa wa kupunguza kushusha sukari. Lakini pia mmea huu ni mzuri sana kwa sababu eh, katika eh, swala la mmeng'enyo, kama nilivyozungumzia kwa sababu unasaidia mmeng'enyo wa chakula kufanyika kwa ufanisi, na pia husaidia sana katika eh, um, um, kuondoa ule sa mkusanyiko wa mafuta ya ziada eh, tumboni, lakini pia kwenye mirija ya damu. Kwa hiyo ni mzuri sana kwenye, kwenye afya ya moyo, lakini pia ni mzuri sana kwenye kupunguza eh, kama unataka kufanya diet ya kuondoa kukata kitambi kuondoa mafuta ambayo yamekusanyika kwenye tumbo. Huu mmea ni mzuri sana kwa sababu unashusha rehemu cholesterol, inasaidia sana huu mmea unasaidia sana lakini. Pia, um, ni mmea ambao umekuwa ukitumika sana kwenye afya afya ya, ya mfumo wa upumuaji. Kama wewe una shida ya kikohozi cha aina yoyote, hiyo ni kikohozi sugu au kikohozi ambacho sio sugu, kikavu kama wewe una shida ya asma, wewe una shida ya kupumua kwa shi, kwa shi, eh, unapumua kwa shida au ukiwa unapumua unakuwa unatoa miruzi. Kama wewe una shida ya mbalimbali zinazohusu mfumo wa upumuaji, huu mmea ni mujarabu kabisa katika kuweza kutatua hizo changamoto za mu mfumo, eh, mfumo wa upumuaji itasaidia sana. Kuna wengine huwa wanapataga shida ya uh, kama allergy unakuta akikutana na vumbi, unakuta labda pua zinawasha au anakuwa anapiga chafya sana. Mmea huu ni mzuri sana na ukisema utumie mmea huu na kivumbasi, huwa una, una, una, unafanya kazi kwa ufanisi sana. Kwa hiyo ni mmea ambao ni mzuri sana kwenye upande wa mfumo wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa upumuaji lakini pia kwa wale ambao wanapata shida ya uh, tunasema maumivu maumivu ya viungo eh, kuna joint za viungo au maumivu ya viungo kiujumla, labda ni kwa sababu ya uh, tunasema ule, ule ugonjwa wa, wa yabisi eh, yabisi ile yabisi kavu. Huu mmea ni mujarabu. Kama wewe una shida ya unapata umepata jeraha au una majeraha mmea pia ni mzuri sana kifupi, hutuliza maumivu ya misuli, maumivu pia ya kichwa, maumivu ya mwili kwa ujumla, mmea ni mzuri sana lakini, pia mmea huu unashusha homa. Ni mmea ambao unatumika sana um, kwenye kwenye kutibia malaria, ni mzuri sana kwa sababu una uwezo mkubwa wa kuimarisha kinga ya mwili, na kwa sababu una uwezo ni antimicrobial, yani una uwezo wa kupambana na um, bakteria, ni mzuri sana na aina ya ya ya ya, ya vimelea mbalimbali. Mmea huu ni mzuri sana katika kuimarisha kinga ya mwili, lakini pia kuondoa homa na na, na, na malaria Kivipi tunasema unaimarisha kinga ya mwili? unaimarisha kinga ya mwili kwa sababu ya kuondoa zile, kwa sababu ya uwezo wake wa uh, antioxidants. Unaondoa antioxidant stress kwenye mwili wako. Tunajua kwamba tunakula vyakula vya aina tofauti tofauti, vyakula ambavyo vya viwandani, tunavuta sigara, tunakunywa pombe, zile zinaingiza sumu kwenye miili yetu. Ndio maana mmea huu unasifika kwa kuwa na uwezo wa kufanya detoxification. Unaondoa sumu kwenye mwili. Mmea huu unapoutumia una una usaidia kuondoa zile free radicals. E, ni aina ya ya molecules ambazo unazipata kutoka kwenye vyakula, kwenye aidha kwenye kupigwa mionzi. Wale watu wa tiba za mionzi wanafanya una, kazi kwenye maeneo yenye shughuli zinazohusu mionzi huwa wanapata sana hii oxi, uh, oxidation, au oxidative stress kwenye miili yao, ambayo inapelekea kuharibu seli zao na kusababisha kuwa na seli nyingi ambazo zimekufa ambazo ni chanzo cha magonjwa ya kansa, eh, mwili kupata uchovu eh, na changamoto nyingine eh, za kuvuruga mfumo mzima wa, wa, wa, wa neva eh, kwenye mwili kwao unakuta mtu unaamka umechoka, mtu una, una, unakuta to sometime unakuwa una stress eh, unapata eh, una, unasababisha pia matatizo eh, kwenye mwili, mauvimbe kwenye mwili, kwa sababu pia mmea huu unatibia au unaondoa changamoto za inflama, in, inflama, inflammation, kwa sababu zenyewe ni anti inflammatory. Kwa hiyo mwili unapokuwa una, una, panapokuwa pana changamoto sehemu fulani, mwili huenda kupambana unapopambana pale unaweza kusababisha maumivu, kusababisha athari eneo lile. Sasa mmea huu ule mwili utafaga mwili, kuna wakati huo unapigana wenyewe bila kujua. Hii ni kutokana na hizo free radicals hizo oxidative compounds ambazo tunaziingiza kwenye mwili yetu. Kwa hiyo, huu mmea huu ni mzuri sana kama wewe unataka kuongeza kinga ya mwili wako, lakini pia kama unataka kuondoa changamoto za mbalimbali za kiafya ni mmea ambao mzuri ni, ni, ni, ni mzuri sana ni mzuri mzuri sana Lakini pia una faida kubwa sana kwa wanawake, hususan kipindi cha hezi, kwa sababu unaondoa ile inflammatories ina maumivu. Unakuta, unakuta kuna mwanamke ambaye anapata, ana, anapata maumivu makali wakati wa hezi. Mmea ni mzuri sana ni mzuri sana lakini pia unakopo, unarekebisha mzunguko wa hedhi. Ni mzuri sana huu mmea yaani, unasaidia sana ukiutumia wenyewe au ukiweka mchanganyiko wa vitu ambavyo naweza nikakulekeza. Mfano, ukichukua um, zile karanga au vile viazi vya huu mmea, kwa sababu ninavyosema viazi usichukue kama ni kitu kikubwa, ni vidogo sana, vilivyo ni kama vikaranga fulani vivilani vimizizi ukichanganya um, na ukichukua um, tangawizi ukachanganya na mdalasini ukachanganya na iriki ukachanganya na unga wa ajira eh, ukawa na asali yako eh, nusu kilo e eh, ukawa na ule unga ukapata ile, ile, ile binzari ile manjano lakini mbichi sawa ukichanganya pamoja pamoja na hii e, ukas, ukasaga ukapata unga wake, ukaweka vijiko vitatu kwenye asali ukakoroga pamoja, ukatumia wakati wa hedhi e, kile kipindi cha hedhi, inasafisha mirija ya hedhi, inasafisha ile mirija ya uzazi utaona unatoa mabonge mabonge, ina, inarejesha damu. Kuna watu ambao wasichana ambao wanapata damu kidogo sana, au kuna wengine wanapata nyingi sana, inaweka ina, ina, ina, ina, ina ile, ile kiwango cha damu kuwa sahihi, inarekebisha mfumo wa hedhi, inaondoa mauvimbe. Kwa hiyo mmea huu ni mujarabu sana kama utakuwepo unautumia unaweza kuutumia kama chai hmm? Kwa hiyo wewe ambaye una, una, una, una um, um, shida pia za afya ya ngozi au unataka kutakatisha ngozi yako. Kwa mfano wewe una mba e, wewe una majeraha kwenye ngozi yako wewe una ukurutu e, unakuwa unapata miwasho kwenye ngozi sawa. Ukiuchukua huu mmea ukausaga au ukauponda ukauchanganya kwenye mafuta tuseme, tuchukue mafuta ya asili, useme mafuta ya nazi uka em, ya, ya, ya, ukaweka, alafu ukaweka jikoni ukakoroga ukapata, unakuja unakamua, sawa eh? unakamua yale mafuta ambayo yatakuwa na mchanganyiko wa hii sawa, inasaidia sana Ukipaka ile mafuta inasaidia sana kwenye ngozi e, kuboresha afya ya ngozi, kuondoa hiyo hizo hizo hizo kuondoa hiyo kulutu vipele, miwasho kwenye ngozi inasaidia inasaidia sana. Lakini pia kwa wale ambao wanakuwa wanapata stress na msongo wa mawazo e, unakuta mtu tu anakuwa una, unapata tu stress unakosa usingizi, hii ni nzuri sana kutuliza stress ukipata kikombe e, cha mchemsho wa wa wa wa wa hii wa, mizizi inasaidia sana kushusha stress e, kuweka mfumo wako wa wa homoni e, kukaa vizuri, kuepusha stress kwenye kwenye kuepusha msongo wa mawazo e, badala ya kwenda kunywa pombe kushusha stress, tumia tumia kikombe cha, cha, cha, cha mchemsho wa, wa, wa mizizi hii, utaona unapata unakwepo una, una stress inashuka, msongo wa mawazo unashuka, una relax. E, una, una kufanya uweze misuli uweze ku relax pia kwenye mwili e, na mfumo wako uweze kufanya vitu uweze kufanya kazi vizuri, kwa hiyo mmea um, huu um, nime, nimeelezea kwa ufupi um, changamoto ambazo um, au shida ambazo au um, magonjwa ambayo inaweza kuondoa kwa kifupi. Pendelea kutumia kikombe kikombe kimoja asubuhi, umeamka zako asubuhi, kunywa kwa sababu mmea huu sio sumu kabisa, ila usiutumie kwa wingi, kwa sababu kitu chochote kikitumia kwa wingi kina madhara Kinaleta madhara, madhara si kuua, lakini madhara, kwa sababu wengi, ukitumia kwa wingi huweza inaweza ikakusababishia unaweza ikakusababishia ukapata uh, um, um, um, kichefuchefu. Kuna wengine huwa wanapata huwa wanapata uh, wanapata kichefuchefu uh, ukiutumia kwa wingi sawa ni sasa unapotumia arovera ukitumia arovera majani e, ile, e, ile, ile, ile, ule mmea ule, wa arovera kwa wingi utakuharibia figo ukitumia um, arovera zile za kuongeza damu ukitumia kwa wingi na pia kiungo cha damu kwa kingi kwao kitu chochote hata kama si sumu lakini ukikitumia kwa wingi kinaweza kukusababishia changamoto e, mbalimbali kwenye mbali, mwili wako kwa hiyo ni, wakati naongea nimejaribu kuzunguka pia kuweka baadhi ya namna gani ya kutumia, lakini tuende kwenye dozi huu mmea um, kwanza kuna namna ya kuanda. Jitahidi um, au kuwa makini sana kutambua aina hizi za nyasi. Kwanza hakikisha umezitambua, eh, hakikisha umezi umezitambua aina hizi aina hizi za nyasi, lakini cha pili hakikisha ukisha zichuma ukizivuna zile zivune vizuri upate mizizi yake sawa na na na na, na, na, na, huwa na shauri eh, kwamba ni vyema ukazivuna ukazivuna um, kipindi cha um, sio kipindi cha mvua nyingi yani ambapo ndo huwa zinachipua vuna kipindi ambacho um, wakati wa wakati wa e, kiangazi kwa sababu e, vinakuwa zimekomaa na vile virutubisho vinakuwa vimejilimbikiza kwa wingi sawa. E, kipindi hiko unaweza ukavuna, tumia tu chombo, tumia unaweza ukatumia kitu chochote ambacho eidha ni jembe chepeo Eh, unaweza ukachi kuweza kufanyaje kuchimba na kung'oa ili upate ile, ile mizizi yake, kisha unaweza ukaosha vizuri ukatenganisha mizizi na majani, kisha utaanika. Usianike kwenye jua, andika tu sehemu ambayo ina, ina, ina, ina mwanga tu mzuri, lakini isipate jua la moja kwa moja. Sasa unaweza ukausaga ukatengeneza unga wake, sawa. Kwa hiyo ule unga wake sasa ambao utatengeneza wewe ndio unaweza ukautumia. Sasa kuutumia kuna namna nyingi za kutumia. E, unaweza ukasaga ukatengeneza unga unga au usitengeneze kwa sitengeneze, zikabaki mbegu kama mbegu ambazo zimekauka tu vizuri. Kwa hiyo unaweza kutumia kwa kuchemsha. E, wala unaweza ukachemsha kwenye gram, gram kuanzia tano mpaka kumi. Unaweza kuchukua gram tano mpaka kumi za ujazo wa, wa hizo mbegu. He, ukaziweka kwenye maji mili, e, uka, uka, uka, uka uka ya kama e, milimita mia mbili sawa. Ukaweka jikoni ukabandika, yakachemka mpaka yapungue yafike labda milimita hamsini, unaweza ukakadiria zeni, utachuja, utakuwa unakunywa mara moja au mara mbili kwa siku. Sasa hizo changamoto ambazo nimezitaja za ndani ya mwili au kama changamoto ambazo zinatoka nje ya mwili lakini e, chanzo ni ndani ya mwili zinapona, zinapona. Wewe ambaye una, una changamoto za hedhi, kama nilivyotoka kusema mwanamke. Wewe ambaye unapata shida ya mmeng'enyo wa tumbo e, wa chakula, tumbo lako linajaa gesi. Wewe ambaye unataka kuondoa mafuta ambayo hayana e, sio muhimu katika afya yako, kusafisha mirija yako kwa afya ya, ya moyo wako na mengine yote ambayo nimeyataja, unapata maumivu ya viungo, ambaye unapata stress yo, ambaye unahisi una changamoto kwenye mfumo wako wa upumuaji eh, hii ni kiboko, ni dawa mujarabu kabisa. Kwa hiyo unaweza ukatumia, lakini pia unaweza ukatumia unga wake eh, unaweza ukausaga vizuri kama nilivyoelezea eh, ukao unatumia gramu mbili mpaka tano za unga ukachota Ehe, lakini pia ukaweka kukaa unaweka kwenye maji yako ya uvuguvugu au maziwa sio mbaya, ukachanganya na asali, unaruhusiwa kuchanganya na virutubisho vingine, unaruhusiwa kuchanganya na unaweza ukaongezea tangawizi, mdalasini nzuri, au unaweza ukainywa yenyewe moja kwa moja ikiwa haina mchanganyiko huo mwingine. Kwa hiyo ni nzuri sana, lakini pia kama nilivyoelezea, unaweza ukaisaga. Eh, unaweza kama ulivyosaga uka, uka, uka au unaweza ukaichanganya, nilisema unaweza ukaichanganya kwenye ukaiweka kwenye, eh, kwenye mafuta ya, ya nazi au mafuta ya mnyonyo ukachemsha, eh, unajua ukachemsha pamoja, alafu ukakamua vizuri, ili ukawa unapaka kwenye ngozi na kwenye nywele. Nilisahau kusema pia inasaidia kwenye afya afya ya nywele, inatoa pia zile mba za kwenye nywele, lakini pia inasaidia kukuza nywele. Ukichanganya na mafuta ya mnyonyo ni nzuri, ni nzuri, ni nzuri sana. Kwa hiyo unaweza ukatumia, eh, kupaka ukao, unapaka ni nzuri sana kwenye, kwenye kutakatisha eh, f, um, kuna kuna kuna kuna, kuna, kuna, um, niliona kuna posti moja um, hususani ilikuwepo nadhani ni nchi ya Wahindu kama sio Ufilipino kama sio Wafilipino, huwa wanaiweka kwenye vipodozi vyao kungalisha ngozi. Ni nzuri sana kwenye, kwenye kungalisha ngozi kuifanya ngozi yako iwe soft, ni nzuri sana kwa hiyo unaweza uka, uka, e, ukatumia kuwa unafanyaje? Unapaka au ni matumizi ya nchi sasa unaweza kutumia pia kupaka kwenye yenye michubuko mpata ki, kidonda, ni nzuri, na tunajua kabisa um, mtu mwenye ugonjwa wa kisukari vidonda huwa kupona ni vigumu. Sasa hii eh, hii ukiitumia kama nilivyosema kwa kunywa, maana yake kwamba inashusha sukari kwa, inasaidia sana kidonda kupona kwa haraka, lakini kuna kuna tahadhari kama nilivyosema awali eh, tunashauri tunasema, hii dawa sio mbadala wa tiba za kitabibu hospitalini ila inasaidia kuongeza ufanisi eh, wa kutatua changamoto zako. Kwa hiyo ni vyema ukashauriana na daktari wako au watiba apa, na tabibu wa tiba asili. Sasa mimi ambaye nakufundisha hapa nakwambia kwamba wewe kama ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, una ugonjwa wa kisukari Hakikisha unapima ufahamu levo yako ya sukari mwenyewe. Una uwezo mkubwa wa kushusha sukari kwenye damu, kwa hiyo cha muhimu ufuatilie viwango vyako, sawa eh, kwa ukaribu, ikiwa tayari unatumia dawa, dawa za kisukari, ili usije ukatumia ukashusha zaidi sukari ukapata shida nyingine, lakini pia kwa kwa kwa hiyo kama ni mjamzito na unanyonyesha, e, mimi nakushauri hebu epuka matumizi um, ya ya ndani sawa, ila isipokuwa tu ume, ume, ume, labda ume labda umeagizwa na, na, na mtaalamu e, kwani kwa kweli kwa sababu hii ina sifa moja ya kukaza, inapelekea kukaza kwa mfuko wa uzazi. Sasa sio salama kwa hiyo ni vyema wewe ni mjamzito ukaiepuka tu kuitumia kwenye matumizi ya ndani, lakini kama una, um, usipende kutumia kwa wingi, yani wasema usitumie kwa kiasi kikubwa kwa sababu inaweza kusababisha wewe, inasababisha tu kichefuchefu eh. Ukitumia kwa wingi inaweza pia kusababishia eh, upungufu wa maji kwa mwili. Kuna kitu kimoja ambacho nilikisahau kwa sababu um, siongei kwa mpangilio fulani, ila hii inasaidia sana kwenye kuondoa sumu mwilini, kwa sababu ni mmea ambao, kama wewe unapata shida ya mkojo, haupati mkojo kwa wingi e, una shida aidha kibofu chako kimeziba au mfumo wako wa, wa mkojo wa figo wa uko vizuri, tumia mchemsho huu utakuja kuniambia, inaongeza kiwango kikubwa sana cha mkojo kutoka kwenye mwili. Kwa hiyo inasaidia kusafisha figo, kusafisha kibofu, na kwa sababu yenyewe ni dawa inaondoa maambukizi kwenye mfumo wa njia ya, ya mkojo. Kosa tahadhari, usitumie kwa wingi kwa sababu itakupelekea upungufu wa maji eh, itakupelekea upungufu wa maji, wa maji, wa maji, wa maji mwilini. Sawa, itaweza eh, kupelekea upungufu wa maji wa maji miwili mwilini, ukavu. Tunasema ukavu wa maji mwilini. Kwa hiyo nadhani imetosha ime, ime, ime, ime, ime, ime kwa leo kuhusiana na mmea huu wa mbaruti. Kwa hiyo wakati mwingine huu eh, mmea au nyasi hizi zivune kwa faida, usizivune kuzitupa. Elimika, usiwe mtumwa.